Mimi, mimi, naitwa Heri Rajabu Mbiro, ni mwanasheria mwandamizi, uh, senior partner na co-founder wa Breakthrough Attorneys ambayo ni law firm ambayo imejikita katika masuala masu masu masu masu ya biashara, uwekezaji na vitu ambavyo vinahusika na, na humo, um, nimekuja hapa niko na wenzangu wanne ambao um, four of them ni wataalamu wa sheria katika sekta mbalimbali, na pia tupo na Nico ambaye ni anaitwa business development executive kutoka kwenye FM yetu. Um, wataalamu wenzangu wa tatu wa sheria nitawatambulisha mmoja baada ya mwingine. Kuna Evans uh, Tumwesige Lushakuzi. He is an expert katika masuala ya governance na corporate structurings. Um, anafuatia, anaitwa Freddy Ev, I mean Freddy Edward Mwenge ni, ni jina kidogo la limekaa vizuri sana kitaifa. Freddy ni mtaalamu wa masuala ya transactions uh, pamoja na mikataba na finance katika maswala ya uwekezaji. And finally there is Emmanuel Golda ambaye pia ni mtaalamu wa maswala ya masoko ya hisa, mitaji, maswala ya real estate na vitu vya mergers and acquisitions mm, nadhani ni, ni, ni, ni terminologies ambazo mmezizoea au mnazijua kutokana na maswala ya uwekezaji na biashara So unfortunately, the flyer ambayo DSC walitengeneza ilikuwa inatosha sura moja tu ya kwangu, kwa hiyo there was not enough space ya kuweka sura zote nne au tano. However, utaalamu ambao unatakiwa kwenye masuala ya legal and regulatory uh, ni utaalamu mtambuka ambao hata sisi tumegawanyika katika utaalamu. We wanted to give you Uh, deep insights katika masuala ya sheria na udhibiti wa miradi wa biashara na katika uwezeshaji wa, na, up, na upatikanaji wa mitaji au financing ya biashara, na kwetu sisi hilo sio swala la mtu mmoja, and in essence uh, multiple of us will be taking part katika presentation, katika kuwafundisha kutoka kila mtu, kutoka upande ambao amebobea, ili muweze kupata taaluma nzuri zaidi. Mimi kama ana umbrella au oversight leader ningeweza kuongea na nyie, lakini kinagaubaga ni vizuri kupata kutoka kwa watu mbalimbali mbali. Sasa, after the introduction labda nieleze tu what we intend to do uh, today our mandate is a bit wide, imetanuka kidogo katika, katika training ya leo na kwetu sisi tungependa sana kuongelea um, lakini labda nisamee, Nikola atanisema sana labda nitambulishe fem kwa ukubwa. Pia sisi fem yetu ina miaka zaidi ya kumi na moja, ni fem ambayo imejikita katika masuala ya uwekezaji, biashara na, na vitu kama hivyo. Intenshen yetu ni kusaidia biashara zote kukua na kuzisaidia kwamba biashara zifocus katika biashara, wakati sisi tuna take care ya vitu vingine, vitu kama sheria, usimamizi, kodi, etc we assist you to do that, wakati wewe unafocus katika biashara yako. Sasa ofisi yetu ina matawi matatu, Dar es Salaam ni head, head office, Dodoma tuna branch pamoja na Zanzibar pia, na mission yetu na vision ipo very clear na ni kuwa ni femu ambayo ina ubunifu zaidi na kutoa solution. Sisi focus yetu ni solution oriented, we are not here to just say this, the law says this, the law says that. We, intention yetu ni kwamba, je, yeah, wewe una, una focus unaenda wapi? That is our mantra au philosophy, na tuna uwezo huo, na tunafanya sana kazi na small and, and innovative companies sisi ndio kampuni ambayo iko leading katika sekta ya innovation. Hata next two weeks nadhani, tuna tumepatana na Tanzania Startup Association, kwa hiyo those SMEs ambazo ni startups pia mtatuona kule, tutakuwa tuna training zaidi ya tatu, right? Na tayari for the past two weeks tumekuwa tukifanya webinars za sectors mbalimbali wataalamu wetu hao kwa kufanya. So in summary, that is us, na ndio maana tuko hapa pia kwa sababu we love to build together. In summary, kwenye session ya leo tuna agenda yetu ina key three key areas. Eneo la kwanza ni upande wa sheria na udhibiti wa uendeshaji wa makampuni na biashara, yani regulatory compliance. Kwa hiyo tutajenga au tutalenga kuangalia uh, ni namna gani biashara zetu zikiwa kama taasisi kwa sababu so, sisi ni corporate bodies. Hata kama ni mfanyabiashara mmoja ni sole proprietor, you are a corporate body, uko chini ya kisheria. Kama ni a partnership, a firm, you, you, you, we ni corporate body. Kama ni kampuni ni corporate body, na in some cases hata joint ventures of sorts ni corporate body na zina governance yake. Kwa hiyo lengo letu la leo ni cha kwanza ni kuangalia je, your organization biashara yako kama corporate body compliance imekaaje Namba mbili, tutaangalia general regulatory compliance, kwa sababu kuna governance compliance, kwamba wewe unajiendeshaje, and then kuna regulatory compliance, wale stakeholders waliopo nje, wana utafanya vipi ku comply. And then agenda ya pili itakuwa ni financial and asset readiness, most of us are here building our companies, we are also trying to also build the capital mi, mi, mi, mitaji yetu ya biashara, na katika hilo mara nyingi hamna biashara ambazo zinafanyika bila kuwa na wadau, partnerships, raising funds, banks loans, etc. Kwa hiyo intention yetu ni kuangalia sasa kama sisi biashara tunavyotaka kukua, nadhani neno tunaotumia ni scale. If we are looking to scale how do we get to i mean how do we how do we get to financial readiness? Sasa the team here has assisted many companies big scale and very small scale kuna kuna kampuni kuna some startups tumeanza nazo zikiwa hata at, kutulipa fee yetu haziwezi na, na sasa ni kampuni ambazo zime raise zaidi ya millions of dollars. Sasa how do they get there? Sisi tumewasaidia katika kufanya financial readiness assets management, on the legal side tunajua kuna accountant side, kuna auditing side, but kwenye upande wa sheria ni namna gani unakuwa msafi Ki financial ili uwe redi kwa ajili ya financial uh, I mean to raise finance and scale from time to time um, then we also look katika hiyo ajenda ya pili kwenye alternative financing from a legal perspective, kwa sababu financing ziko nyingi like we said kuna mikopo kuna nini zio, na mtaziona huko ndani utakazifanya. Um, that part also sits on assets, what are assets? Watagusia pia types of assets kidogo, na ni muhimu sana katika dunia ya leo to a very uh, knowledgeable peer na what intangible assets katika dunia ya digital economy inafanya na ni asset zipi tuna, tunaweza tuka tukazi hakikishia kwamba tumezilinda. Tatoa mfano at some point asset kama majina tu, just just the name jina lako tuni asset kiasi gani. Nadhani utagusia baadhi huko katika due diligence etc, and kuna part ndogo ya mwisho ambayo pia tutagusia contract and agreement review. Um, we we, we, we are not expecting Kwamba from this session today all of you mtakuwa experts who are contract drafting and review especially Kwamba, it's it's something that some people have taken years to study themselves uh, I remember when I was doing my masters tulikuwa tuna So, Marcus, uh, I did my masters on arbitration and, uh, mediation kitabu cha contract drafting kwenye to draft arbitration clause. Arbitration clause. Clause ni moja kati ya clauses kwenye mkataba ki kitabu ni peji mia nane about, about how to draft mistari mitano. <laughs> So we are not expecting to, to, to make you experts today but we are what we will try to do ni kuwafanya muelewe na muone ni vitu gani vinasaba vipi ni muhimu, au at least ukiandikiwa ukitumiwa mkataba hata wewe ukiuangalia tu useme mm -mm, I need a second eye, au kuna vitu fulani I should not touch. So, that's the intention leo, kuwaonesha kwamba jamani, ki vitu ni hivi hapa na nadhani hata sisi wenyewe katika mili yetu mm -mm, so we'll I I there is Emmanuel Golda who is an expert katika maswala ya mitaji, masoko ya hisa etc. Session yake alikuwa na session kwenye presentation, tunajua kwamba tayari kuna another presentation ambayo itafanywa kwa ajili ya masuala ya listing na masuala ya soko la mitaji but he is here to support in any case. Kwa hiyo nadhani kwa sasa nimpishe mpishe uh, Tumwesige Evans Lushakuzi uh, endelee na section ya kwanza ya presentation. Asanteni sana. Habari za jioni, yeah. Mimi kama nilivyotambulishwa, naitwa Tumwesige Evans, ni wakili ambaye nimebobea kwenye masuala ya utawala na udhibiti wa usimamizi wa makampuni. So kama ambavyo wameeleza mzungumzaji aliyepita, kwamba sesheni ya leo basically tunawapa tu zile dondoza muhimu za kuwapa mwanga kwamba nikiona jambo hili nitafahamu kama vitu viko sawa au haviko sawa, na namna gani ya kuchukua hatua za haraka kuhakikisha uko salama na kampuni na, inakuwa inaenda vizuri so kwa kwanza uh, tutaanza na pati ya corporate governance au so, uh, hii ni udhibiti wa namna ya kusimamia na kuiongoza kampuni yako kwa upande wa ndani yani, kabla ujaenda nje kampuni ndani nyie mnavyojiongoza mna, mna, mna mnavyojidhibiti. Maana yake mna, mna, mna, mna, mna, kampuni ilivyo ni moja ya attribute moja hapo ni kwamba ina, ina perpetual succession, yani kampuni inaishi zaidi hata ya wale walioianzisha. Kwa hiyo ili kuiwezesha kampuni iweze kuishi miaka mingi kutoka kizazi kimoja kwenda kingine, ni lazima iwe na udhibiti bora. Kwa hiyo tunapotizama corporate governance, kimsingi tunaangalia mifumo au tuna, tuna make reference to mifumo, kanuni na namna ambavyo kampuni inasimamiwa na kuongozwa, na hii na inaweza ikawa ni kwa upande wa ndani ya kampuni au nje ya kampuni. Kwa mfano uh, kampuni nyingi zina, kanu, zina katiba ambayo imesajiliwa ime ambao kama mshaikusikia neno linaitwa Memorandum and Articles of Association, au kampuni zingine pia zina policies, zina charters. Zile ni, ni, ni document ambazo zinazisaidia zinaziongoza kampuni ndani, upande wa ndani kwamba tukitaka kufanya mikutano tukitaka kufanya maamuzi tufanye kwa njia gani. Kwa hiyo uh, corporate governance inalenga ina kujitazama ndani tunaongozana tuna vipi ili kuweza kufikia maamuzi ya uh, uh, ukuaji mzuri wa kampuni, na ndio maana kwenye hii slide utaona tuna make reference to hizi documents Memorandum and Articles of Association, ambayo ni katiba ya kampuni inayoonyesha malengo ya kampuni, inagusia kuhusiana na jinsi mtakakufanya mikutano, inagusia kuhusiana na mtaji wa kampuni uh, jinsi gani mtachangia kwenye, kwenye, kwenye mtaji wa kampuni namna gani mtaweza um, ku, kuingiza shareholder mpya, namna gani shareholder anaweza akatoka, namna gani kampuni inaweza ikafungwa. Kwa vitu vyote hivyo lazima viwe vimeguswa kwenye hizi nyaraka, na kuna shareholders agreement, kuna investors agreement, hiyo yote ni mikataba ambayo kimsingi unaweza ukawata na siku nzima ya kuidiscuss na kuichambua, kwa sababu ndio moyo wa kampuni na vile vile kuna sera au policies za kampuni za ndani. Kwa mfano sera ya jinsi gani mtafanya manunuzi, jinsi gani mtakuwa mna audit kampuni, jinsi gani mtakuwa mnachagua uh, directors, jinsi gani mtakuwa mnachagua mna, mna eh, CEO au msimamizi mkuu wa kampuni. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ni vitu ambavyo vinawekwa katika maandishi na nyaraka ambazo zinaongoza kampuni. Sasa vitu vya msingi vya kuzingatia kwenye hizo nyaraka, lakini vile vile ambavyo viko vinaongozwa na upande wa sheria, kwa sababu hizi nyaraka kuna vitu vinaweza vikawa havijagusia, lakini sasa kuna fallback position kwamba in case hizi documents zako hazijagusia hivyo vitu, fallback position ni wapi? Then sheria ina itakuwa imetoa mwongozo. Sasa vitu vya msingi ambavyo kampuni yoyote lazima, iwe na mtaji kwa hiyo ni vizuri kuelewa huo mtaji unatoka wapi. Ni vizuri kuanalyze mtachangia vipi kwenye huo mtaji wa kampuni, lakini vile vile mambo ambayo tumekuwa tukiyaona ni kwamba watu wanafungua kampuni lakini wanaweka mtaji mdogo. Nakuta kampuni inaonyeshwa ina milioni tatu mtaji wa kuanzia ina, ina and then in reality reality, in wa kampuni labda ina thamani ina, au ina ina assets za milioni au 100 au mia which is not realistic, ukija kuangalia na na hiyo capital inaonyeshwa kwenye members. Lakini vile vile kuna mteja pia ofisini, usiwai kumfungulia kampuni liko kwenye industry ya oil and gas, wana, wana- import mafuta. Wakati wana wanarejista wana kampuni yao walionyesha mtaji ni milioni tano za like Kitanzania, sasa nch ya biashara wanayofanya ni kubwa, inahitaji mtaji mkubwa, na ilivyofika mahali wakao wanafanya biashara na kukutana na stakeholders, wakawaambia waonyeshe namati yao ina only 5 million, wakawaambia inaonekana hamko serious. Kwa hiyo ndio maana watu nashauri mara nyingi kuweka mtaji ambao ni mkubwa, kwa sababu ule mtaji unaoonyesha pale hauna implication yoyote when it comes to tax code ya kampuni lakini uzuri ni kwamba namba moja inaonyesha credibility kwamba kampuni yako ina na projection ya ukuaji mkubwa, lakini vile vile hata utakapopata investor au pale ambapo shareholder mmojawapo ata inject fedha nyingi, hamtahitaji kufanya mabadiliko ya kila wakati kujazia ule mtaji ambao hauko reflected kwenye memorandum au kwenye kwenye structure ya kampuni. Kwa hiyo ukiweka vitu kama hivyo mapema unakuwa una avoid hizo, uh, hizo challenges, lakini vitu kama kuonyesha classes of shares, uh, na kuhakikisha taarifa zilizoko kwenye memorandum na zilizoko brela zina zinahuiana vizuri, ni vitu vya kuhakikisha una- vinakuwa covered vizuri. Uh, upande wa pili ni kwenye corporate governance control na management. Hapa nitatumia muda kidogo kwa sababu changamoto nyingi sana huwa zinaonekana hapa, kwa sababu mwanzoni, mkiwa unafungua kampuni uh, mnaamini mambo yatakuwa vizuri mta, na mkiwa mnaamani mambo yanaenda vizuri lakini ukitokea na ugomvi, then hapa ndo unagundua moyo wa kampuni umelala hapa. uh, kitu cha kwanza cha kuhakikisha unapofungua kampuni au hata kama tayari una kampuni ni vizuri sana kuhakikisha kwamba, kwanza bodi ina, ina ina ina namba ya kutosha ya ya, ya wakurugenzi. Tunajua kwenye sheria idadi ya chini kabisa ya, ya, ya, ya wakurugenzi ni watu wawili, lakini hii ina, ina challenges. Kwa mfano tulishai kuwa na kesi ofisini uh, kampuni ilikuwa ina wakurugenzi wawili na ikafika mahali wakawa hawaelewani. Yaani wawezi hata kukaa chumba kimoja kuongea, hiyo ikafika mahali kampuni ikawa haifanyi mikutano haifanyi maamuzi, hawezi kutoa hela benki, kwa sababu kila kitu inahitaji watu wawili. Kufanya mkutano inahitaji wakurugenzi wawili, benki inahitaji signature ya wakurugenzi wawili. Kwa hiyo unaona, mnafika mahali mnakuwa mko kwenye, you are stuck between a a rock and a hard place, kwenye wazungu wanasema. Kwa hiyo cha, changamoto kama hizo ni za muhimu sana kuzifikiria au unakuta mahali Kampuni ina wakurugenzi wote wana uelewa wa kitu kimoja tu. Kuna bodi bod ni shai kukaa ilikuwa ina wataalamu wengi walikuwa ni sheria tu. Ina, ina ilikuwa wakurugenzi kama watatu kama watatu au wanne. Wote wanafahamu tu sheria. Sasa, ikifika mahali wanatakiwa watizame financial statement, hawawezi kuzianalyze kama kampuni inakuwa au kuna hasara au kuna risk za kwenye kampuni na jinsi gani ya kuzi kwa hiyo ndio maana ni vizuri bodi iwe ina namba ya wakurugenzi ambao ni wengi, labda kuanzia wanne watano, na wawe kwenye namba ambayo ni odd number, ambayo hata kukiwa kuna tie kwa, kuna namba ambayo kuna, yani kura zisigongane zisi, let's say watu saba au watano, it means there is no way kukaa kuna nusu kwa nusu mgongano lakini vilevile uelewa, watu wako ndani ya bodi wao wana, wana specialization tofauti tofauti, kwa labda kuna mtu anafahamu sheria, kuna mtu anafahamu mambo ya tax, kuna mtu ambaye anaifahamu hiyo sekta ambayo mnafanya. Unaweza kuwa kwenye bodi, hamna mtu mwenye ujuzi wa hiyo biashara mnayofanya hata kidogo. Sasa hiyo ni challenge, kwa sababu ni lazima wewe, mna watu ambao ndani wanaifahamu hiyo biashara ili wawape pia mbinu za kibiashara za kujua mnakuwaje. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi sana na tumeshaona challenges nyingi. Uh, upande mwingine ni kuwa na kamati za bodi. Hiki kitu ni cha muhimu sana kwa sababu uh, kwenye bodi ukiachana na kwamba wale wakurugenzi wanaongoza na nini kampuni, kuna vitu ambavyo vinahitaji jicho la karibu zaidi especially pia kwa kampuni ambazo zinafikiria kuja kuwa listed na, kuwa, na, na, na, kuwa regulated na under DSE. Kwenye moja ya, ya, ya, ya guidelines za DSE ni kwamba kampuni yote lazima iwe kampuni ambayo iko listed lazima iwe na hizi board committee. Hizi kamati za bodi zenyewe ni zinaisaidia bodi kutizama vitu f, baadhi ya maeneo fulani kwa undani. Kwa mfano audit ya kamati ya muhimu sana, lakini vile, vile upande wa nomination. Jinsi ya kuchagua directors, jinsi ya kuchagua uh, CEOs, jinsi ambavyo anaweza akatoka, atalipwa vipi, hivyo ni vitu vya muhimu. Kwa hiyo vinakuwa, vina ile bodi inakasimu yale mamlaka kwenye kamati ambayo hiyo kamati pia inatengenezwa na baadhi ya members wa bodi. Kwa hiyo wenyewe watavitizama kwa ukaribu, alafu watarudisha ripoti kwa bodi ili iwe imechakatwa vizuri, na hii ni njia ya mojawapo inayoongeza transparency na good governance. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi na pia ni kwa sababu huko mbeleni inafika mahali inakuwa ni takwa la kisheria kwa wale ambao wanakuwa guided na kampuni ambazo ziko listed. Uh, vitu vingine vya msingi ni kuangalia kwenye namna gani mtaamua, eh, maamuzi yanafanyika ndani ya kampuni uh, mikutano inafanyikaje, notices zinatolewa za muda gani, kama ni siku ishirini na moja, eh, kufungua milango kwa teknolojia, kwa mfano mikutano inafanyika online, inakufanyikaje, jinsi gani mtahakikisha mta, mta, mta, mta huyu mtu ni kweli ametokea yeye kwenye, kwenye kikao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo, hivyo ni vitu vya msingi ku, ku consider kwenye upande wa good governance. Uh, upande mwingine ni compliance na sheria za, za makampuni. Hapa tunaongelea ku file return za mwaka pale BRELA e, kuhakikisha kampuni ina ina auditor. Ma, kila, kila mwaka lazima kampuni ihakikishe ina auditor imechagua auditor na inaelekeza kabisa analipwa kiasi gani kwa ajili ya kazi gani na ana file zile financial statements za kampuni. Kuhakikisha kuna register ya members ambao ni shareholders wa kampuni na wale wamiliki, wale wamiliki, wanaitwa beneficial owners au ni wanufaika wa mwisho wa kwenye kampuni, wakurugenzi, na kama kuna mikopo yote kampuni imechukua kwa kutumia mali zake basi lazima kuwe kuna rejista inayoonyesha ni mali zipi zimewekwa kwa ajili ya mikopo. Kwa hiyo hicho ni vitu vya kuhakikisha hizo rekodi zipo na mamlaka husika zina hizo taarifa, lakini vile vile kuhakikisha kampuni inaandaa mikutano ya mwaka. Uh, wangapi hapa tumejitahidi tume, tume kufanya mikutano ya mwaka ya, ya, ya wanahisa kwa wenye, kwa wenye kampuni ambao mko hapa? Yeah. Kwa, kwa wale ambao mmenyoosha mikono, wale wa online mtatusamea tu waone <laughs> <Kwa> mlioko <laughs> tutatumia sample ya hapa walioko. Kwa mliopo hapa, wangapi wameshawai ku, kufanya mkutano mkuu wa wanahisa? Yaani wale wanahisa, let's say shareholders, mko wawili, watatu, wanne, mmewahi kufanya mikutano ya kampuni ya, ya mwaka ile? yeah, no. Yeah. Yeah, ni vizuri kwa sababu kuna, kuna vitu ni muhimu kuvielewa na kuvitenganisha, kuna baadaye nitawaonyesha, kuna layer mbili kwenye kampuni au tuseme tatu. Juu kabisa tuna AGM au mkutano mkuu ambao huu unatengenezwa na shareholders wa kampuni. Hawa ndio wale wamiliki waliweka fedha. Annual general meeting, AGM kwa kifupi. Huu uh, ndio mkutano mkuu wa kampuni unafanyika mara moja kwa mwaka na unakutanisha una wa, wale shareholders wote ili kupata hizo, i, wa, kuna ajenda maalum za, hizo, za mkutano hiyo, kujua kupata hiyo ripoti ya fedha na wakurugenzi, kuchagua auditor, eh, ku, ku, kudeclare dividends, kuchagua kama kuna director anaingia au kuna director anafanyiwa reappointment. Na kama wanahitaji kuondoa director au kuondoa auditor, vyote hivyo vinafanyika kwenye huo mkutano. Hizo ni, ni special agenda ambazo hali kwenye sheria zimewekwa. Huo ni mkutano wa wanahisa, lakini upande wa pili kuna directors, sasa wakurugenzi ambao hawa wana ripoti kwa shareholders. Wakurugenzi na wenyewe wanahitaji kufanya mikutano yao ya bodi ambao hii mikutano chochote wanachokifanya kwenye bodi wanakuja kuripoti kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo na watu wengi wa wanachanganya kati ya mkutano mkuu ambao ni AGM HM, na mikutano ya bodi, na hii ni kwa sababu mara nyingi tumeona uh, makampuni mengi unakuta shareholders wao ni wawili, na wakati mwingine unakuta kwa wale ambao wenye familia unakuta mtu alikuwa anataka kufungua kampuni yake sasa, anaona tena last nadhani, mwezi wa nane kuna mtu alikuja ofisini, tulikuwa tunamfanyia restructuring. Yani, alikuwa na kampuni yeye na mke wake. Ila mke wake yuko pale yani kwa, kwa ajili ya ile kufanya compliance ya kivuli. Kwa kuna vitu nikawa namuuliza namwambia, basi hivi vikao vimewahi kufanya? Akasema ah huyo wa pili yupo tu pale, ni mke wangu yani, hajui chochote <laughs> kwa hiyo hizo challenges zipo, kwa hiyo inabidi kuelewa difference ya hizi mandate. Kumbuka directors uh, hawa wanaripoti kwa AGM, ambao ni shareholders, na ni vizuri kuhakikisha uh, directors wanakuwa independent ili kuisimamia kampuni na kuifanya iwe na kuleta ile accountability uh, tofauti na ile hali unakuta mtu ni shareholder, yeye ni director, yeye ni company secretary. Kwa kuna namna hata accountability ndani ya kampuni inakuwa haipo, kwa sababu mtu anaficha kwenye pati zote za kampuni, na there is no way, wewe ndio unaandaa minutes, wewe ndio umeitisha kikao, wewe unakaa una kwenye hicho kikao kufanya maamuzi, kukaa, kuna kuna mtiriko mzuri katika ufanyaji wa, ma, wa maamuzi na kuhakikisha kampuni inakuwa imenyoka. Kwa hivyo ni vitu vya msingi.